Novemba 22 anakumbukwa Mtakatifu Sesilia anayehusishwa na historia ya imani, ujasiri na uaminifu kwa Mungu licha ya mateso na majaribu aliyokutana nayo. Alizaliwa karne ya tatu, kipindi ambacho Wakristo walikuwa wanateseka sana kwa imani yao. Kwa sababu ya kukataa kutumikia ibada na miungu ya Kirumi aliuawa kwa njia ya kunyongwa lakini alibaki hai kwa muda wa siku tatu kabla ya kufa kutokana na majeraha. Alijulikana kwa upendo wake kwa muziki na mara nyingi anahusishwa na ala za muziki hasa tarumbeta. Katika sanaa anaonekana akiwa na ala ya muziki kuonyesha uhusiano wake na muziki wa kisanaa na ibada. Anajulikana kama mlinzi wa wanaojihusisha na muziki wa kanisa hasa waimbaji wa kwaya. Anatufunza kuwa na ujasiri katika kushikilia imani hata mbele ya mateso.